Wapendwa katika Kristo karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa juma ya 31 la mwakachee wa kanisa. Injili yetu inatoka kwa mwinjili Luka. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka Sura 16, aya ya kwanza hadi ya nane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishitakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa uwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akamwambia. Wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema vipimo mia vya mafuta. Akamwambia twaati yako keti upesi, andika hamsini. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani Akasema makanda mia ya ngano. Akamwambia twaa hati yako, andika themanini. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Wapendwa katika Kristo, Injili hii ya leo imekuja wakati mwafaka, hasa katika nyakati hizi ambapo tumekuwa wajanja sana kujitahidi kujitengenezea marafiki ambao basi kwa namna moja au nyingine watakuwa msaada katika maisha yetu. Tunatumia mbinu mbalimbali mbali kupata urafiki na kudumisha urafiki na kuhudumisha urafiki na jamaa zetu na ndugu zetu, ili basi siku moja katika maisha tusije tukapungukiwa. Kristo anatoa mfano huu wa wakili dhalimu ambaye yeye pia alitengeneza urafiki ili basi siku akiacha uwakili wake asije kakosa mtu wa kumkaribisha katika maisha yake. Tunaalikwa basi kwa namna hii kuiga mfano huu, lakini basi sisi tujitengenezee urafiki na Mwenyezi Mungu, ili basi siku tukitoka katika maisha haya, aweze kutukaribisha huko mbinguni tunaalikwa kujitengenezea urafiki na Mwenyezi Mungu ili tuweze kurithi uzima wa milele. Huo mtindo tunaotumia katika ulimwengu huu wa kujitengenezea marafiki wa kidunia ili basi watusaidie katika maisha yetu ambayo yanakuwa na mwisho, tutumie mbinu na taratibu zinazotakiwa na zilizokubaliwa na kanisa kwa ajili ya kujitengenezea urafiki na Mwenyezi Mungu ili tuweze kurithi uzima wa milele. Wapendwa katika Kristo, kanisa, limeweka utaratibu wa kila mmoja, kuna namna gani anatengeneza vizuri maisha yake ya kiroho, ili basi, kwa kutengeneza vizuri maisha yake ya kiroho, ndipo basi tunajijengea urafiki na Mwenyezi Mungu. Tumesisitiza na mara nyingi kanisa linafundisha watu kuishi upendo, watu kuwa wakarimu na tena kuwa waaminifu katika kile ambacho umekabidhiwa na jamii, uweze kukifanya kwa uaminifu ili basi uaminifu huo ukusaidie kuweza kujenga urafiki mzuri na Mwenyezi Mungu na hata urithi uzima wa milele. wakili dhalimu hakuwa mwaminifu katika kazi yake yeye, basi kwetu sisi anakuwa mfano mbaya. Tunaalikwa basi tumfuate Kristo, yeye aliyefanya kazi yake kikamilifu zaidi, na hata basi tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.